Katika historia za ulama wetu leo, tunamzungumza Shehe Mchande wa huko Matale Mwembe Karata kiswani Pemba. Shehe huyu ni mtoto wa Bimwachema Bintali, aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na kumi na nane mkoa wa kusini Pemba. Jina kamili la alimu huyu ni Sheikh Mchande bin Makame bin Chande bin Haji bin Khamis bin Mchande bin Chande bin Haji aliyotoka katika mnyororo wa mashekhe huko Matale ya Mwembe Karata kisiwani Pemba <tipi> bin Makame bin Chande bin Haji bin Khamis na natokana na Shekhe Mchande bin Chande bin Haji, ambaye huyu ni mtu wa Matale Mwembe Karata. Yeye mm -hmm. mashekhe zake hu Shekhe Mchande alisoma kwa Shekhe Idi bin Juma bin Harun, baadaye alikwenda soma kwa Saidi Umar bin Salim ole

Mashehe wake ni pamoja na ami yake Shehe Mchande mkubwa na mashehe wengine kadhaa. Kazi alizowahi kuzifanya mwanachuoni huyu ni kilimo na kusomesha, bali fani zake hasa alizo takhasus ni nahau fikri na faraidhi. Sema hiyo kazi ya kusomesha ni kazi ambayo ilikuwa ni sehemu mbili. Sehemu moja kuna kusomesha konseli ambayo konseli lilianza elfu moja mia tisa hamsini na nne na hamsini na tano na hamsini na sita hamsini na saba ikabidi niende skuli na watoto niliokuwa nao elfu moja mia tisa hamsini na saba. Nikaendelea mpaka nikaacha kazi elfu moja mia tisa tisini na nne. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kwake nilibahtika kuoa pata wake wanne watoto, na watoto nao labda hawapungui watoto nane mpaka kumi, wake kwa ume, wakubwa kwa wadogo, nao hapa hapa, wengine wako Zanzibar. Ume wahi kutunga labda kitabu au Shehe Mchande mkubwa kawahi kutunga kitabu? Ha, hasadilah yeye hakutunga wala ameshi kutunga kwamba yeye ndio aliyekuwa na elimu kubwa na kubahtika, na mimi ndiye na elimu ndogo, ndio sasa hivi tena niko kuhali. Amewataja wanafunzi wake wakubwa kuwa ni pamoja na Shekhe Hamisi Juma Bakari, naye mwanafunzi wangu mmoja aitwa Hamisi Juma Bakari, huyo ndiye aliye kushampa mikoba risasa ya kusomesha na kumnadia Fatiha na kuwaendelea hapa Matale ndie anaisomesha na siku kijiji kimoja kaitwa nazi kaitwa Sikunene nasomesha na kijiji kimoja cha tatu kaitwa kidogo kwa waharabu. Baada ya huyo Hamisi Juma Bakari wandiendego cha mpa wadhifa na wanafunzi wa aina mbalimbali mumpitamksomesha hata chingia mjawiri msikiti wa Ijumaa. Nsomesha sichini ya miaka saba baada ya ku baada ya kustaafu, nasomesha na ninapata wanafunzi kidogo, ambao wanaweza kazungumza hadhara za watu, kitu kinachoweza kueleweka. Sheikh ametoa nasaha zake fupi kwa wanafunzi wake. Mpaka sasa hivi nikuamie kufika, iko mbali tena, kwa hali ya mabotu wa kiwiliwili na kadhalika, lakini waliobaki jumda katika wanafunzi wangu nawapa maidlaiina mbalimbali, kwamba jitahidi na inshaallah Mwenyezi Mungu alete faraja yake, tunaameke kula Islamu.

an yaqula lahu kun faykun bihnllah fasubhana lladhi biydihi malakut kulli shay'in wa walhamdu lillah rabbil -huh. alamin huyo ndiye Sheikh mchande wa huko matale mwembe karata kiswani pemba